Tunasalimia wakongomani wote mahali pote mulipo, e, mkiwa nje ya nchi ama ndani ya nchi e. Kwa majina nite grand notable Migabo Chirubala Pascal e, nikiwa porte parole wa babubu nimefanya audio hii e, kwa kualika societe civile kwa kualika wa leader d'opinion wote, kwa kualika droit de l'homme national et international. Audio hii ni kwamba magumu yote ambayo wakongomani wanamupitia kwenye est ya Congo, vifo ambavyo viko vinapata raia kwa wakati hii ya vita zisiokuwa na mkia na kichwa, wandugu zetu ambao wako wanafariki kiolela, tunaomba eh, droit de l'homme national et eh, international ba leader d'opinion société civile au wandugu wetu wakuwe wakuwe declare wa martir sababu maisha ambamo tuko tunaishi mweste ya Congo ni kienama ikiwa tungali duniani, mutu analamka asubuhi alipata bali perdi na anakufa. Mtu alilamka asubuhi, anaenda kwa munganga, iko mgonjwa, kufika pale hakuna madawa maspesialite zenye zinaweza tunza mgonjwa kwa sababu njia zinafungwa huku na, huku na kule sababu ya vita. Munganga anaonesha ndio mtu ni mgonjwa na angilistahili apewe dawa fulani, kwa ubovu wa, wa bahati munganga hapata ile dawa kwa sababu njia zinafungwa na haba wala na bali. Ule mtu anafia nini? Ule mtu alikosea nini? utakuta mtu alikuwa msafari iko natembea anaanguka mwambiskade enyee hajue na mtu anafariki palepale pale. utakuta mtu walimwingilia nyumbani kwake na wanamuua kwa sababu silaha zinaangaika huku na zinaangaika kule, hatujue nani anashika silaha na nani ashike silaha. Les plus victimes ni population, c'est pourquoi tunalomba watetezi wa raia mbele ya kuzika mtu leo ama kesho, mumdeklare martir, sababu tunafia patriotisme yetu. Hatutakimbia inchi, inchi ni yetu, hatutakimbia inchi, hatutaenda inchi za za kigeni. Lakini nyinyi ambao munashika silaha, mutumalize tu mutumalizie hapa, ila washika silaha wa Kongomani, washika silaha wageni ambao munapatikana Kongo hii yote, mutailipa mutailipa kwa damu zenu, ama kwa damu za jamii zenu. Vita inatusaidia nini? Wafanya siasa, wafanya siasa, ninyi wote wafanya siasa, muna deni zetu, tuliwapatia mandaa ngambo zote mbili, manda ziliwatajirisha lakini munaona rekompansa ya kutuletea ni vita tu, tuangaike sisi na watoto zetu, wamama zetu wabakwe, wafia wetu wabakwe, watoto wetu wapate magonjwa za mabraki. Yale yote njo rekompansa ye munatufanyia nyi, wafanywa siasa, wanajeshi, washika silaha, napenda niwakumbushe kitu kimoja. Jap wanasema kama jeshi ni exekuta, alakini ordre mal ordone nayo kijeshi inaikatala. Wajeshi wetu mukumbuke, kama sisi ndio tuliwazala, mulitoka mujamaa, hakuna jeshi mwalitoka mumuti huo, jeshi wa kigeni wala uko ndani ya nji, hakuna mwanajeshi mwalitoka mumuti kwa nini mtese majama, na mko mnaangalia? Hata majeshi ya Kongo, majeshi ya Kongo, kwa hizi madesizio zemunaeikitaka za mubaya zilishaka wafaidisha nini? Wanajeshi mulitumiwa muuwe nyota ama mwangaza ya Kongo, mukamuua Patrice Emery Lumumba, kisha kuwa Patrice Emery Lumumba mulimuwa Lora Desire Kabila, mulimuwa wakina Mamadu Ndala, Mustafa. Kisha haya yote mulipata nini? mshahara ya jeshi ya Congo ni gani? mshahara gani mulipata kwa haya yote? na ndio sababu mwanajeshi tumika kwa kumutima Mungu na kwa kumuogopa, kwa sababu wafanya siasa ndio wanawafanya vibaraka vyao na wanawatuma kwa uharibifu wa raia na ubaribifu wa nchi. Kisha hapo, muna mshahara gani? Faida ni gani kwa haya yote, kwa haya yote ikiwa mnezi nileo vizuri, jeshi ana kazi kubwa ya kulinda inchi, mipaka ya inchi, wananchi na mali yao. Kwa leo tuko wapi? Kwa leo tuko wapi? Wa jeshi tumewazaa, mtutumikie, mko watoto wetu. Wafanya siasa tuliwazaa mututumikie mko watoto wetu. Konteni na maisha ambamo tunayoishi. Kwa leo nayo ombi, kila kongomani mwatakufa, mkongomani mwatakufa kwa mida hizi apa est akuwe deklare martyr, paske seen nosa, seen nosa anakufa kubienye hajui. Uh, iko savile mutego inanasa nyama mupore, nyama haina probleme na muti haina probleme na mayani haina probleme na pori m mutegwe ina inasa tu, donc, wakongomani tunakufa juu ya patriotisme yetu, sababu inchi yetu hatutaiachie mutu yeyote, sababu ya maintimidasio, sababu ya mauaji. Hata mkongomani moja ule mwatabaki atawaki ni palepale pale, lakini moja kakufa leo, tudeklare martir.